Asalamu alaikum, vipenzi vya Cherrymunnah na spend a day with me. Leo twendeni tukatoe sadaka kituo cha watoto yatima kilichopo Mbagala Cherambe, na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kikundi changu cha WhatsApp kinachofahamika kama wachoraji na tamaduni za Afrika, na safari yangu ilianzia Tuangoma kuelekea Mbagala, na hapo tukawa tumesha kutana na wenzangu hawa ni wawakilishi wa group. Group langu lina watu mia nne kumi na saba, mpaka sasa na hawa ni baadhi yao ambao waliweza kushiriki na mimi kwa kuweza kununua sadaka hii ya watoto, na tulipendekeza zaidi wakati huu tununue vifaa vya shule, kwani watoto wanakaribia kufungua shule, tukaona hii sadaka itawafaa zaidi. Hivyo basi, wakati wa kulipia ukafika, na nikawakabidhi pesa vijumbe wenzangu kwa kuweza kuhakikisha, na safari ikaanza kuelekea Charambe, kituo cha watoto yatima. Hiki kituo leo ni mara yetu ya kwanza kwenda, kwani tulijitahidi kutafuta kituo ambacho kiko katikati ambapo wenzangu itakuwa ni rahisi kukutana. Na hapa tukawa tumeshafika, bajaji yetu haikuweza kupita kwani njia ilikuwa nyembamba sana, hivyo ilibidi tubebe mizigo yetu tayari kwa kuelekea kituoni, na safari yetu ilikuwa hivyo. Na hapo hatimaye tukawa tumefika kituoni, tayari tumepokelewa na tukiwa tunasubiri mwongozo kutoka kwa kiongozi wa kituo. Na hatimaye tulikaribishwa rasmi kwa ajili ya kuweza kuongea na watoto kwa ajili ya kuweza kukabidhi sadaka yetu, pia kama kuna lolote tuweze kuongea nao. Tuliweza kuwaona watoto na pia tuliweza kuwasalimia na kuweza kujieleza ni kipi kilichotupeleka pia tuliweza kupata wakati mzuri watoto kuweza kutuambia ndoto zao, wanatamani kuwa kina nani, na insha Allah Mwenyezi Mungu awajalie wa waweze kutimiza ndoto zao. Hebu wasikilize kidogo hapa. Dokta, mashaallah. <laughs> na hapo, mtoto mzuri. Mwalimu kwani ah, kwai aibu sasa kusema? Jamani, ticha yetu wa baadaye, wamaadamu wa, wa physics, wa. Nakakuwa nani? Mashaallah, daktari wetu mwengine Ndagua nani, kipenzi? Mhm. Ndagua nani? Poliz. Ah, polisi jamani askari, niona huyu. Eh? Masha Allah. Nani? Mwalimu wa kompyuta. Ah, ndagua nani? Ndani pilot. Pilot ni huu huyo? Niona nani? Y yasin Yassin, wewe nataka kuwa pilot. Ah, Mashaallah, watoto wana ndoto kubwa sana, na ndoto hizi Mwenyezi Mungu aendelee kuwasimamia waweze kuzitimiza. Na pia kama mnavyofahamu, hizi ndoto zote walizozitaja watazipata wapi? Watazipata kwenye elimu. Elimu ambayo watatakiwa waende shule wasome, na hiki ndo ambacho sisi tulichokuwa tunakihitaji, na ndio maana tukaleta sadaka hii ya vitu vya shule, ili kuweza kuwarahisishia wao waweze kwenda shule wakasome na waweze kutimiza ndoto zao imkrabi ayat rida walb fi yain yaya l hda du lalali fi ul mnsiw wahiaya Basi tuliweza kukabidhi sadaka yetu. Na hiki kituo kina watoto hamsini na nne. Hawa ni baadhi yao, wengine hatukuwakuta. Na walifurahi jamani, na wakasema, sisi hatuna chaku walipa mama zetu dada zetu, lakini tunachoweza ni kuombea dua, Mwenyezi Mungu awafungulia milango ya riziki na pia muendelee kutukumbuka kila kukicha, na dua iliyokuwa kama hivi <mimu> na zoezi letu likawa limeishia hapa, na tukapata wasaa pia wa kuweza kuongea kusalimiana, kufahamiana, kwani pia grupu letu ni la mtandaoni. Ninavyosema mtandaoni, ikimaanisha WhatsApp. Kwa hivyo basi, hatujuani wengi, hatukutani muda mwingi Hizi ndio nyakati ambazo tunakutana na kuweza kufahamiana, na kituo chenyewe ni hiki hapa. Kwa ambao wameguswa, mnaweza mkawatafuta namba zao hizi hapa kwa kuweza kuwachangia chochote. Shukran sana.